Jambo, mtazamaji wa chanela yeto, Fizi News tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Ambatana nasi katika matangazo haya, ambayo kwa utangazaji naitwa Natasha Mengo Andrea, chini ya usimamizi wa uongozi, tunakupa nafasi ya kuweza kugundua taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tukikujia nazo katika matangazo haya Swahili. Basi karibu. Papa Francisi amefariki dunia Jumatatu Aprili ishirini na moja kufuatia kugua kwa muda mrefu. Vatika imetangaza papa mkuu aliyechaguliwa mwaka wa elfu mbili kumi na tatu baada ya kujiuzulu kwa Benedikto alikuwa na umri wa miaka makumi nane na nane. Ndugu wapendwa, ni kwa masikitiko makubwa kwamba sinabudi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Leo asubuhi, majira saa moja ya dakika makumi tatu na tano, askofu wa Roma Francisi alirejea nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote aliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake, kwa shukrani kubwa kwa mfano wake kama mfu wa kweli wa Bwana Yesu tunaikabidhi roho ya Baba Mtakatifu Francisco, roho ya Baba Mtakatifu Francisco, Parele alitangaza kwenye televisheni ya Vatican. George Mario alikabidhiwa kwa unyenyekevu wake. Wakati wa kiti chake cha papa, alitembelea nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na DRC. katika hafla hii alisisitiza kujitolea kwake kwa nchi hii na watu wake. Kanisa Katoliki duniani liko katika maombolezo ya kufuatia kifo cha Papa Francisi katika kipindi chake cha upapa, Baba Mtakatifu Francisco alitembelea nchi kadhaa ikiwemo DRC, nchi ambayo aliunga mkono haswa dhidi ya vita inayosambaratisha katika sehemu yake ya mashariki. Kando ya maombi ya kurejesha amani, alionyesha zanira ya kudumu ya kuunga mkono amani, haki na maendeleo ya nchi hii, akipinga ukoloni wa kiuchumi wa Afrika. Baba Mtakatifu alituma ujumbe wa wazi kwa mashirika ya kimataifa mna Januari makumi tatu na moja mwaka elfu mbili ishirini na tatu huko Kinshasa, akisema ondoa mikono yako kutoka DRC, ondoa mikono yako Afrika. Papa Francis ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario alizaliwa tarehe kumi na saba Disemba mwaka elfu moja mia kenda makumi tatu na sita huko Argentina. Yeye ni wa asilia ya Italia, wazazi wake wamehamia kutoka Italia hadi Argentina. Tarehe kumi na tatu Machi mwaka elfu mbili kumi na tatu baada ya kujiuzu kwa Benedikto wa 16. Alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki na akawa papa wa kwanza mjesuti wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na wa kwanza kuchukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asizi. Mpashaji habari Amisi Musada Emerita aliyetekwa nyara Aprili 15 mwaka tulimo Bukavu amepatikana katika hali mahututi Jumamosi April 19 mwaka tulimo. Hayo yamehakikishwa na Debu DRC katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa kwa umma na kusomwa na mwanaripota wa Fizi News Aprili 21 mwaka tulimo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari Debu DRC inabainisha kwamba mwanahabari wao Amisi Musada Emerite alitekwa nyara tangu Aprili 15 mwaka 2025 hapa Bukavu, mashariki mwa DRC na alipatikana Jumamosi iliyopita Aprili 19 akiwa ameteswa na kuzoofisha. Mwanahabari Amisi Musada yuko katika hali ya wasiwasi ya kiafya kulingana na wenzetu wa Debu DRC, na kutaja kwamba huyo anatunzwa katika muhundo wa matibabu kwa huduma ya haraka. Kwa maana hii DebuDRC inabainisha kuwa wanaotenda kitendo hicho bado hawajajulikana kwao, ni fursa watafutwe na waweze kuadhibiwa kulingana na sheria. Vyombo vya habari vya mtandaoni DebuDRC.net vinatoa shukrani zake za dhati kwa watu wote, mashirika na taasisi zote zilizochangia kwa njia moja au nyingine, juhudi za mshikamano zilizowezesha kurejea kwa mwanahabari wao Amisi. Kwa ufupi chombo cha habari huru sachadebu DRC kinathibitisha tena kwa wasomaji na wafuasi wake azma yake ya kutokubali vitisho vinavyolenga kuzoofisha uhuru wa kutoa habari bila kupendelea. Ukumbi wa jiji la Bukavu chini ya bendera ya AFC M23 pamoja na mshiriki wake Ashape Asbele ndiyo kwanza imezindua rasmi shughuli za usafi usafi wa mazingira na ulinzi wa asili katika jiji la Bukavu. Ilikuwa wakati wa sherehe zilizofanyika weekend iliyopita mnamo soko kuu la Kadutu, ili kurejesha jiji la Bukavu kwa sura yake ya zamani. Gavana wa Kivu Kusini, Emmanuel Birato, meya wa jiji la Bukavu, shirika lisilo la faida la Ashape, na washiriki wengi walionekana kujitolea kupanda miti. Haya yote ni kutoa wito kwa wachuuzi na wakaazi kufanya kazi kwa usafi wa kila siku wa soko hili kubwa katika jiji la hii ilikuwa ni fursa kwa mkuu wa mkoa Emmanuel Birato kuhakikishia kuwa lori na vingine vifaa vitakuwepo kwa ajili ya kutupa uchafu na kufanya shughuli hizi kuwa kweli. Mwisho anatoa wito kwa idadi ya watu kuchukua umiliki wa shughuli hizi kufanya maisha katika jiji la Bukavu safi chini ya mazingira ya afya. Uh, usafi, naomba populasion yetu ifuate ma indikation zenye zitatoka kwa hii uh, strukture yenye inakuja kutusindikiza kazi ya usafi ya vile ya mkavu. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Ashape Shinga Bera anaahidi kufanya kazi kwa kuzingatia viwango vya ukumbi wa jiji vinavyohusu mazingira na usafi. Anatoa wito kwa idadi ya watu kushiriki na kujiandikisha kikamilifu katika usafi wa mazingira kwa kulipa pesa kidogo kwa faida ya afya zao wakaaji wa Bukavu tunashukuru sana ee, kutumika na nyinyi. Mulikuya siku ya salongo, tulifanya salongo pamoja. Tunaweza sisi wote kutumika pamoja, tunageuza hii mungini yetu, mungini mzuri sana tunapanda miti, tunafagia barabara na vuchafu, tunasaidiana kuibeba. Hisia za kuridhika kwa wachuzi katika soko la Kadutu, hawa wanajitolea kusaidia shughuli hizi za usafi na mazingira. Nitakuwa msafi kusafisha makao, nafasi ya kazi na hiyo kidogo inalombewa kwa usuti kuupe uchafu tunaitoa, kwani haitakuwa mingi nawaz takuwa pesa kidogo, tuko wamingi. Kumbuka kuwa sherehe hii ilihudhuriwa na gavana wa mkoa Emmanuel Abirato, mea wa jiji la Bukavu Ladislas Muganza, kiongozi wa manispaa ya Kadutu pamoja na watu wa utoaji wa nambari isiyolipishwa ya kuwatahadharisha wananchi kuhusu visa vya ukosefu wa usalama, kufunguliwa kwa magereza na udhibiti wa trafiki barabarani. Hii ni mojawapo ya mapendekezo yaliyomo katika maelezo ya baraza la vijana mjini Bukavu yaliyowasilishwa kwa meya wa jiji la Bukavu wikendi iliyopita. Katika mahojiano na mwanaripota wa Fizi News Jumatatu, Aprili 21 mwaka tulimo. Kiongozi wa baraza la vijana la Bukavu, Kamolo Jini wanabainisha kuwa maelezo hayo yatachangia ushirikiano kati ya mamlaka ya AFC M23 na wakaazi wa jiji hili. Hii ni kuzuia ukosefu wa usalama na kuchangia maendeleo ya jiji la Bukavu, alisema. Tunalomba wautorite wa M23 wala tulibalomba mkaidi charge tuliwapatia

parse tuko nakuwa na makaa munashindwa a intervenir tanto kukose initei tanto kukose vifulani na ike nimeronye itajulikana fasilemen na batu yote mundo wa vikosi vya demokrasia vya Congo AFC M23 vimeanzisha utozaji ushuru kwenye barabara kuu kadhaa katika jimbo la Kivu Kusini. Haya yamo katika agizo lililotiwa sahini na gavana chini ya AFC M23 Emmanuel Birato ikiwa weekend iliyopita nafasi zinazohusika na hatua zinazo hii ni Kazingo, Mgogo, Nyantende, Ruzizi ya kwanza, Ruzizi ya pili, kama nyola ya kwanza, kama nyola ya pili, Mushweshwe na Miti. Viwango vilivyowekwa kwa trafiki ya kwenda na kurudi hutofautiana kulingana na aina ya gari, zinatofautiana kutoka faranga za Congo, elfu moja za Congo elfu moja kwa pikipiki hadi dola dola tano za Marekani kwa magari mepesi na teksi, dola saba za Marekani kwa jipe na mabasi, na kufikia jumla ya dola ishirini za Marekani kwa malori pamoja na Mercedes elfu 1924 jumla ya dola za Marekani makumi tatu kwa malori ya Actros Benz, dola za Marekani mia moja kwa lori zisizo na trela, na kiasi cha dola za Marekani mia mbili kwa malori yenye trela. Agizo hili aliyehusu magari ikiwa ni pamoja na magari rasmi ambulance, magari ya kuzima moto, magari ya kubeba maiti, magari za shule pamoja na baskeli. Ikumbukwe kuwa katika agizo lingine gavana Manubirato aliteua wasimamizi wa nafasi hizi tofauti kwa ushuru barabarani. Asante zetu zikufikie wewe uliyetutazama mwanzo hadi tamati wa habari hizi kwenye chanele yetu. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.